Tuko hapa kwa ajili ya kuangalia mashamba ya serikali ambayo yametolewa kwa ajili ya mifugo ya nchi hii. Madhumuni ya serikali ya kugawa haya mashamba kwenye vitalu na kuwapa wafugaji hayazingatiwi. Serikali ilikubaliana kwamba mashamba haya wapewe wafugaji ili waendeleze mifugo yao kwenye maeneo yao. Cha kusikitisha ni kwamba wafugaji waliosema ni wafugaji kupitia makaratasi yao ya maombi yao, waliosema wao ni wafugaji, wakachukua mashamba makubwa, wameyageuza mashamba haya kuwa ni mashamba ya kilimo na sio ufugaji. Tumeshuhudia hapa mpunga, na wala sio hapa tu, mashamba yote tuliyogawia yote yanalimwa kwa hiyo watu wanaidanganya serikali kwamba wana shida na maeneo ya kufugia. Serikali inawapa mashamba mkafuge, alafu mnayageuza kuwa mashamba ya kilimo, hiyo haikubaliki. Mashamba haya ni kwa ajili ya wafugaji, wafuga ng'ombe, wafuga kondoo, wafuga mbuzi, wafuga kuku, wafuga kitimoto, wafuga ufugaji, lengo ni ufugaji. Sasa leo tunazungumza habari ya wafugaji wetu wanatangatanga kutafuta malisho. Mfugaji wa nchi hii sasa leo amekuwa kama mkimbizi ndani ya nchi yake hata pa kupeleka ng'ombe wake. Akipeleka ng'ombe hifadhini anakamatwa, akipeleka ng'ombe sokoni anakamatwa, akipeleka maeneo ya shuleni anakamatwa. Maeneo ambayo wafugaji wetu walipaswa kuwepo, wapo wakulima wanalima mpunga na hawana wasiwasi. Yachieni mashamba ya mifugo. Mifugo iendelee na shughuli zake na kama mtu anataka kulima atafute shamba la kulima. Ninyi naliko na hapa, siku tatu, mye ameshatoa notisi. Na kokote tutakapokwenda, sisi kazi yetu ni kuangalia kama mtu amevunja sheria, kisha kwenye shamba watu waingie wanaotaka kufuga. Tunachokuahidi, maelekezo yaliotoa hapa, tutakwenda kuyasimamia kwa dhati kabisa kuhakikisha kwamba eneo hili linamnufaisha mfugaji na sio mkulima. Tusipoamua kufanya mapinduzi kwenye sekta ya mifugo, hatutafanya juzi tumefika kwa mkuu wa wilaya akasema, mwezi wa kumi na mbili mpaka mwezi wa pili wafugaji wametozwa kiasi cha shilingi milioni mia saba na watu wa mali asili, kwa sababu hawana pa kuchungia. Sasa watu wamepewa humu hekta elfu tatu hawezi hata kuendesha shamba. Kwani unakaa na hekta elfu tatu na ubaki na mia tano tufanye nini? Ili na wengine walioko mure waje wapate vitalu wawekeze, wasimamiwe. Tukisema mtu mmoja hata kama nini na ng'ombe elfu mbili nipate eneo kubwa, ina maana wenzangu watakosa wata kwa nini tusiende na mpango wa hekta mia tano mia tano kama walivyoanzia walivyoanza NARCO, pengine inaweza ikapunguza kwa kiasi kikubwa.